Mimi naitwa Manga Msalaba ni mkurugenzi wa Sa -Safer World Organization Tanzania kwa kifupi SWOT. Shirika hili linajishughulisha na masuala ya haki za binadamu. Leo hii tunashuhudia nyakati ambazo kwa hakika zimetufundisha mengi ikiwemo changamoto ambazo zimejaribu kuathiri utulivu na umoja wetu kama taifa. Hata hivyo, ni wazi kuwa kwenye kila changamoto nafasi ya kujifunza kukua na kuimarika zaidi. Kwa muktadha huu, kauli ya Mheshimiwa Dr. Nchimbi ambayo imehimiza kila mmoja wetu kutambua umuhimu wa kutafuta suluhu ya amani kupitia majadiliano na maridhiano bila kujali itikadi zetu za kisiasa, dini au jamii inastahili kuungwa mkono na kila Mtanzania. Katika mazingira ya kisiasa ni rahisi kuingia katika mtego wa wa migawanyiko na mitafaruku lakini kauli hii ya serikali inatukumbusha kuwa suluhu bora na ya kudumu inapatikana katika umoja na mshikamano. Katika kipindi cha mwishoni mwa mwezi Oktoba na mwanzoni mwa mwezi Novemba mwaka huu wakati na baada ya uchaguzi mkuu, taifa letu lilikumbwa na maandamano ambayo yalipelekea taharuki na, na hofu katika baadhi ya maeneo nchini. Maandamano hayo licha ya kuwa na madhumuni ya kudai haki na kuboresha hali ya maisha ya wananchi yalileta athari kubwa za kijamii na kiuchumi, ikiwemo kusababisha wasiwasi wasi mkubwa kuhusu usalama wa raia na mali zao. Lakini juhudi za pamoja za vyombo vya, vya usalama, serikali na wananchi kwa ujumla, hali ya usalama imeweza kurejea katika hali ya utulivu na amani. Serikali yetu chini ya uongozi wa Rais Dr Samia Suluhu Hassan imeonyesha uongozi wa dhati na uwezo mkubwa wa kurejesha hali ya usalama, ambapo hatua zilichukuliwa haraka za kuhakikisha kuwa haki za wananchi zinaheshimiwa na vilevile kuhakikisha kuwa hali ya usalama inarejea bila kusababisha madhara zaidi. Natoa pongezi kwa serikali kwa kuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kuwa nchi yetu inabaki salama licha ya changamoto zilizojitokeza. Maridhiano haya yaliyoelekezwa na viongozi wetu ni yana umuhimu mkubwa sana, kwa sababu mwisho wa siku Tanzania inabaki kuwa pale, itaendelea kubaki hata baada ya sisi au kizazi hiki kuwa kimepita. Tanzania itaendelea kubaki. Kwa hiyo kwa umuhimu wa, wa maridhiano haya ni kwamba tunajenga taifa bora na imara zaidi kwa, kwa siku za usoni. Kwa hiyo hata wale ambao watakuja kwenye vizazi vyetu vya nyuma wataona kabisa kwamba wakubwa walifanya jambo kubwa hapa, na kwenye maridhiano hatuna mtu ambaye ni mshindi, yani tunakwenda win-win situation. mimi napongeza na, na sana hii hiyo hatua ya, ya, ya Mheshimiwa Makamu wa Rais kuinsisti kuin, kuin, kuin, tukae kama taifa alafu tufanye maridhiano ili tujue tunatokaje hapa tulipo saizi na tunaendaje mbele. Hatuwezi kuwa taifa la kufanya, la kufikiria kufanya maandamano, kuandamana. Sitaki ni ajadili sana yale maandamano kwa sababu kwanza unakuta waandamanaji hawakuwa hata na mabango wakionyesha kwamba labda wanataka nini huko. Sitaki niingie sana, nataka tu waelewe kwamba hatuwezi kuwa taifa la namna hiyo. Taifa hili tumelipokea kutoka kwa waasisi wetu wakiwa wameliwekea misingi imara kabisa na thabiti kwamba tutaishi kwa upendo, kwa umoja, kiundugu, kiundugu. Kwa hiyo na maridhiano haya mimi kwa swali kwa, kwa, kwa swali lako la kuhusu maridhiano ni kwamba ni bora yakafanyika mapema kabisa kuanzia sasa hivi eh. Yakafanyika mapema kabisa kuanzia sasa ili tuweze kuponyesha hii hili taifa letu. Wapo watu wanaweza, wanaweza kuwa wanaona huko nje ya nchi, wanafikiria kwamba pengine tumekuwa na amani ya muda mrefu sasa, wanaanza kuipigapiga kwa kuchonganisha kufanya hili na lile, lakini tuitengeneze. Lakini ishu kubwa ni kwamba tufanye maridhiano, tuende tu, tu kwenye round table, tuzungumze, tumalize hii kitu alafu maisha yaendelee.